Habari za wakati huu mtazamaji wa Wakili TV, tuko hapa Mbagala Maturubai, tukuwa tunaendelea na kampeni ya msaada wa kisheria au mama Samia Ligoid. Tunafahamu kwamba kampeni hii imekuwa ikiendelea mikoa mbalimbali, lakini leo ikiwa ni siku ya tano hapa Dar es Salaam, wananchi wakikusanyika kuweza kupata msaada wa kisheria hasa. Naenda kuzungumza na wananchi ili niweze kuona ni kwa namna gani wameweza kunufaika na kampeni hii ya msaada wa kisheria, lakini pia tunafahamu kwamba mikoa mbalimbali ilikuwa ikiendelea hii kampeni na wananchi wengi walikuwepo wakihudhuria kwenye hiyo mikoa akipata msaada wa kisheria lakini pia leo hao, hao ambao walikuwepo uh, wanapata huu msaada kutoka katika uh, mikoa mbalimbali wamerudi hapa Dar es Salaam ili kuweza kupata huu msaada wa kisheria. Sasa ni vitu gani ambavyo vimeweza kuwasukuma wamerudi hapa kuendelea kupata msaada wa kisheria? Ungana nami ili uweze kufahamu mwanzo mpaka mwisho. Tulivyoenda tulipata usumbufu mkubwa sana, na sisi kiuwezo wa kipesa tulikuwa hatuna, maanake tuko watu, watu watatu, na sio wote wanaofanya kazi ikaambiwa kwamba hiyo kesi yetu imetupiliwa mbali sisi kwa vile hatujaorodhesha katika majina, wakasema imetupiliwa mbali, hatuwezi kumpinga mama. Ikabidi tena tufatilie tena tupinge tena kesi, na hii kesi imetupiliwa mbali tena kwa mara ya pili. Kwa hiyo tukapigiwa simu na rafiki zangu huko Mbagala, kwamba serikali ya mama Samia Suluhu Hassan inawasaidia wanyonge kupitia katika taasisi, ndio nikafunga safari kutoka Dodoma kuja hapa Dar es Salaam kuja kuomba pata msaada Mwenyezi Mungu naomba anisaidie kwa swala kama hili na bitiani mingi ililopitia barabarani. Sina la zaidi, lingine ni hili tu. Kwa jina naitwa Habiba Musa Mamba. Tulikuwa una kidogo changamoto za kifamilia upande wa mtoto, kati ya mimi na ifi yangu, lakini tunamshukuru Mungu tumekuja kwenye kitengo hici cha Mama Samia, Tumewekwa vizuri kutoka jana swala letu mpaka leo, tumewekwa vizuri. Tumefanya makubaliano mazuri na tumeelewana vizuri na ifi yangu, na sasa tumeungana, tunalea mtoto kwa pamoja, hakuna gumu tena kwa Mungu. Kwa hiyo kila kitu kimeenda, tunashukuru. Tuna serikali ya mama Samia kwa hiki kitengo alichokiweka, kimetusaidia sisi wa huku vichochoroni kujua sheria, maana mwanzo tulikuwa tunaishi bila kujua sheria kwa hiyo sasa hivi tunajua sheria na sheria imefuata mkondo na kila mtu kapata haki yake ya msingi. Tumeelewana, tunalea mtoto kwa pamoja. Kwa majina, naitwa Isa Banda, mimi ni mkazi wa Tabata, lakini nimefika hapa katika eneo la Machrobai Mbagara baada ya kuwa nimepata taarifa ya kusikia kwamba kuna msaada wa kisheria ambao umeanzishwa na Mama Samia. Nafikiria kampeni imekuwa maarufu sana katika mikoa ya Tanzania. Baada ya kusikia hivyo nimekuja kwa ajili ya kutoa shauri langu au kuleta shauri langu nipate msaada wa kisheria kwa sababu mpaka sasa hivi shauri langu lipo m hasa kuna vitu ambavyo limeanza muda mrefu toka mwezi wa, mwezi wa pili mwaka huu. Kwao nimefika hapa kwa ajili ya kupata msaada wa kisheria kujua kwamba ni, ni namna gani shauri langu nitapata stahiki zangu au nitakosa stahiki zangu kupitia wanasheria. Hawa nimefika hapa, nimejielezea kwa hatua ya kwanza. Nimevyojielezea dada kanipokea vizuri, kanielewa, then kanipa mwongozo wa kwenda sehemu nyingine, hatua ya pili, na nikapata mtu ambaye nikamuelezea station ya shauri langu. Shauri langu mimi nilikuwa ndio mfanyakazi ambaye nilikuwa nafanya kazi katika kampuni ya, ya Felitage. Nimefanya kazi almost mwaka mmoja, na nimefanya kazi, nimefanya kazi mwezi mmoja na siku 14, lakini pia nilikuwa na mkataba, nilikuwepo kama stock keeper lakini mwisho wa siku hatukuwa na maelewano mazuri na bosi wangu, nikasimama nilisimama ndani ya wiki moja na wiki nilisimama wiki moja na siku kama moja hivi. Baadaye nikamrudia bosi wangu kuja kumfuata kwa ni namna gani amenisimamisha kazi, hakuwa na maelezo mazuri, ndio nikaanza process za kuanza kufungua shauri, lakini kipindi kwa nafungua shauri nilikuwa sina msimamizi, kwa hiyo nilikuwa sina, sina mwongozo mzuri wa kisheria. Kwa nilipoenda mahakamani kuna vitu vilikuwa vinanishinda. Mfano kama kuna maswali nilikuwa nikiulizwa yananitoa nje ya njia, mada kwa sababu kila kitu kina mwongozo wake. Baadaye nikawa natafuta ni namna gani sasa, kwa sababu nime struggle sina kazi, nipo tu mtaani. Kwa hiyo nikawa naangalia ni namna gani ya kuisolve hii issue yangu, ndio nikawa natafuta tafuta sasa mwanasheria. Kila mmoja mwanasheria ninayekutana naye alikuwa ananipa vitu vyake ambavyo vikawa sasa vinani confuse lakini pia nazungumza na mawakili na ili niweze kufahamu ni kwa namna gani wananchi wamekuwa wakikusanyika, mwitiko wa wananchi umekuwaje kwenye kampeni hii. Sambala ni wakili wa serikali, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, mkoa wa Temeke, Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam wananchi wanakuja, ukizingatia uzalishaji, mtu yupo katika shughuli zake za kuzalisha, kwa hiyo muda mwingine anapata muda kidogo, anakuja, lakini watu wanakuja kwa sababu tokee siku ya pili hapa, mwitikio wa watu umekuwa wengi sana imekuwa wengi sana tofauti na mikoani, lakini kwa sababu sio kusema tofauti na mikoani, kwa sababu kulingana na wingi wa watu, wingi wa watu Dar es Salaam tofauti na wingi wa watu tofauti kwenye mikoa mingine. Kwa hiyo uweze kusema mwitikio, lazima mwitikio uangalie na idadi ya watu katika sehemu husika ipoje. Kuna sehemu husika na watu mia tano elfu moja, lakini kama Dar es Salaam ina watu wengi. Kwa hiyo mwitikio unaendana kulingana na idadi ya watu wa eneo husika. Naitwa Dr. Baraka Mkami ni mratibu wa kampeni ya Mama Samia Ligoidi kampeni katika jiji la Dar es Salaam, na leo ni siku ya nne tangu tumeanza kutekelezaji wa kampeni hii, kampeni ambayo tunatekeleza kwa muda wa siku kumi ndani ya mkoa huu wa Dar es Salaam, na leo tupo katika kata ya Mzinga ambapo kwa kweli kuna mwitikio mkubwa sana, wananchi ambao wana changamoto mbalimbali zinazohusu sheria lakini pia watatuambia ni kesi gani au ni malalamiko gani ambao wananchi wamekuja nayo kwa wingi ambayo yameshika hatamu katika kampeni hii. Na tukiwa tumewahudumia wateja tofauti tofauti, lakini watu wengi wamekuja kwenye kuleta malalamiko yao husiana na ndoa na changamoto ya harusi. Kwenye upande wa ndoa, na sasa kwa mfano ndoa za Kiislamu watu wanaachana katika zile taraka za Kiislamu, mtu anapewa taraka moja, baadaye anarudi nyumbani, lakini katika kipindi hicho wamechuma mali na wana watoto. Kwa hiyo baadaye mke anajikuta na kana watoto, lakini mwanaume hachangii chochote kile kwa watoto wao. Kwa hiyo ndio kesi ambazo tumezipata. Kwa hiyo kama sisi wana sheria tunawashauri njia, njia nzuri ya kupita ili kuhakikisha kupata haki yao ya kisheria ikiwa pamoja ni huduma kwa watoto pamoja na mali zile ambazo wamezichuma wakiwa katika ndoa yao. Na mambo ambayo wanalalamika ni masuala yanayohusu ukatili wa kijinsia, matunzo ya watoto, madai pamoja na ardhi. Lakini katika kata hii, migogoro mingi ambayo imekuja ni migogoro inayohusu ukatili wa kijinsia na matunzo ya watoto. Kina mama wengi wanalalamika kwamba we, wenza, wenza wao wa kiume ambao wamezaa we, pamoja nao hawatunzi watoto e, kama inavyotakiwa. Unakuta tu wanawatelekeza, na wanawacha na watoto, wanaume wenyewe wanakuwa wamesonga, wameenda mbele na shughuli zao. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo tumekuta huku katika kata hii ya Mzinga, lakini pia jambo lingine ambalo tumeliona ni kwamba kuna ukatili sana, kina mama wanalalamika kwamba kuna vipigo ambavyo wanapitia katika ndoa zao lakini pia wanahofu, wanaogopa kwamba changamoto hiyo waipeleke wapi, na wanaona wakati mwingine, endapo wakaenda kulalamika, waume zao wanaweza wakawaacha, hivyo wakakosa ndoa au wakakosa mahusiano na wenzi wao. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.